Mwaka 2023 Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kushirikiana na Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari Tanzania TPA ilisaini mikataba mitatu ya uwekezaji na kampuni ya DP World MEA FZE ya Falme za Dubai, mkataba wa nchi mwenyeji, mkataba wa upangishaji na mkataba wa uendeshaji ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kuifanyia mageuzi bandari ya Dar es Salaam ili kuiwezesha kuwa na ushindani kikanda na kimataifa na kuiwezesha bandari yetu kutoa huduma kwa ufanisi wa hali ya juu. Sasa najua katika siku mbili tatu kumekuwa na maneno mengi, uwekezaji ule, uwekezaji ule, uwekezaji ule. Mimi ndio msemaji mkuu wa serikali, nataka niwaambie wote wanaotumia majukwaa, simalizi neno la mwisho kupotosha, serikali ipo na itakuwa inatoa fafanuzi wakati wote. Moja kati ya mambo makubwa na mazuri yaliyofanywa kwa maono na umahiri kwa Mheshimiwa Dakta Samia Suluhu Hassan ni uwekezaji katika bandari yetu ya Dar es Salaam. Na kwa sababu siku mbili tatu yamezunguka maneno, nitarudia kusema manufaa makubwa na faida kubwa tunazozipata kutokana na uwekezaji kwenye bandari yetu ya Dar es Salaam, na ningependa hili jambo lieleweke. Kwenye mambo haya ya msingi, itakuwa bamba tubamba, data kwa data ni lazima watanzania wapate tafsiri sahihi. Natambua kwamba huu ni mwaka wa uchaguzi. Ni vizuri watanzania waende kwenye uchaguzi wakiwa na taarifa sahihi, ili wafanye uamuzi sahihi kwenye uchaguzi. Sasa naomba ndugu zangu waandishi wa habari, nitumie nafasi hii kuambia watanzania, katika kipindi cha kuanzia Januari mpaka Disemba mwaka 2024 kampuni ya DP World ambayo uwekezaji wake ulikuja na maneno mengi yaliyotulazimu tusilale kutoa ufafanuzi. Imefanya uwekezaji wa awali katika maeneo mbalimbali mbali ya uendeshaji ili kuongeza ufanisi wa huduma za bandari, na uwekezaji uliofanyika katika kipindi hiki nilichokitaja ni wa kiasi cha shilingi bilioni 214.42. yamefanyika mambo gani? Kwanza, umefanyika uwekaji wa mitambo minne aina ya rubber-tired country crane. Mitambo hiyo imegharimu kiasi cha shilingi za Tanzania bilioni 96. Mitambo hiyo ni mahususi kwa ajili ya kuhudumia shehena ya makasha kwa ufanisi na kasi kubwa zaidi. Kabla ya uwekezaji huu TPA ilikuwa na mitambo miwili tu, na sasa jamaa wametuletea mitambo nane, na mahitaji sasa yamefikia asilimia mia moja tulikuwa tunahitaji mitambo kumi. Ya TPA ilikuwaepo miwili, jamaa wameleta nane, sasa tuna mitambo kumi. Ushushaji wa makasha kama nitakavyowaambia, sasa hivi sio kwa foleni. Meli inakuja inapaki, muda itakaotumia ni ule wa kushusha makontena. Nikisema makasha na maana ya makontena. Wa kushusha makontena. Baada ya hapo inaondoka. Hakuna kukaa kwenye foleni. Lakini pia jamaa wamefanya ununuzi wa mitambo mingine miwili na hii ni mitambo inaitwa Ship to shore, gun to crane. Mitambo hii mipya ni kwa ajili ya kutumika katika kitengo cha makasha cha bandari ya Dar es Salaam, ina thamani ya shilingi bilioni 115, imewekwa pale na inaendelea kufanya kazi, lakini pia wamenunua inaitwa terminal tractors. Kampuni ya DP World imefanya uwekezaji kwa kununua mitambo mingine mbalimbali yakiwemo hayo matrekta 20 ambayo hutumika katika kuhamisha na kusafirisha shehena kutoka sehemu moja ya bandari kwenda eneo jingine, lakini pia wamenunua mat, mat, tunasema trailers matela yale kwa, kwa lugha ya Kiswahili tunasema matela yale ya kubebea hiyo hayo makontena kuyachukua, au mizigo mbalimbali kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Wamenunua thelathini na moja ambayo anatumika kuhamisha hizo shehena. Sasa sambamba na uwekezaji huu jumla pia ya majenereta yaliyofungwa pale ni saba. Uwekezaji huko kwa pamoja umegharimu kiasi cha shilingi bilioni kumi na tatu. Nimeamua kuyataja haya ili watu wasifikiri kwamba tunaposema mageuzi yamefanyika na uwekezaji umefanyika mkubwa wa bilioni 214 ni maneno tu, tunataka tutaje na vifaa ili waone. Lakini moja kati ya maeneo ambayo yanaleta changamoto kubwa ni eneo la mifumo ya bandari ambayo ndiyo ilisababisha ufanisi mdogo sana wa bandari. Kampuni ya DP World inaendelea kusanifu mfumo wa kisasa wa tehama wa kuhudumia shehena. Mfumo huu ni mahususi kwa ajili ya kutoa huduma za uendeshaji. Sehemu ya kwanza ya kazi ya usanifu wa mfumo huu imekamilika, na kwa sasa umeanza kutumika na wateja, pamoja na wadau wanapatiwa huduma za DP World. Jumla ya shilingi za Kitanzania bilioni 3.1 zinatumika katika uwekezaji huu. Tumeanza tumeanza kutumia, na matokeo yake tumeanza kuyapata sasa hivi kwa watu wanaotumia huduma za bandari longolongo longo za subiri kesho subiri kesho zimeondoka kwa sababu DP World wamekuja na suluhisho, wamekuja na wame na mfumo ambao umejibu changamoto ambazo tulikuwa tunazipata. Lakini pia wamefanya ununuzi wa mitambo zaidi ya kisasa na uendeshaji, ambapo katika kipindi cha mwaka huu 2025 kampuni ya DP World imeanza na utekelezaji wa awamu ya pili ya mpango wa uwekezaji utakaogharimu shilingi za kitanzania bilioni 104. Huu ni mpango utakaohusisha ununuzi wa mitambo mingine miwili aina ya ship to shore gantry crane SSG, ujenzi wa milango mipya ya bandari inayotumika kuingiza na kuondosha shehena mbalimbali bandarini na maboresho ya maeneo ya kuhifadhi na kuhudumia shehena. Kazi nyingine kubwa iliyofanyika ni kuhakikisha tuna tunashirikisha wadau vizuri katika shughuli za bandari, na matokeo yake ni kwamba kumekuwa na ongezeko kubwa la shehena kutokana na kazi hizi. Kwanza, uwekezaji kwenye bandari yenyewe uliofanywa na DP World, lakini pili, ushirikiano mzuri kati ya mamlaka yetu ya usimamizi wa, wa bandari TPA na wadau mbalimbali. Matokeo yake ni nini? Tumeweza kuongeza shehena ya makasha ambayo yanahudumiwa yani makontena ambayo yanahudumiwa na bandari yetu. Idadi ya makasha inayohudumiwa na waendeshaji binafsi katika kipindi cha mwaka 2024 25 imefikia makasha ya futi 20 yani, yani makontena ya futi 20 milioni moja, laki moja, hamsini na tisa elfu, mia tatu, themanini na saba. Sawa na ongezeko la asilimia ishirini na nane ikilinganishwa na makasha laki tisa na elfu nne mia nne ishirini na nne yaliyohudumiwa katika kipindi kama hicho kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu, elfu mbili na ishirini na nne. Lakini la pili kubwa, mapato ya jumla kwa bandari kwa mwaka yameongezeka kutoka shilingi trilioni moja, nukta moja. Yamekwenda shilingi trilioni moja nukta tano. Fidia pia imeongezeka kutoka shilingi bilioni arobaini na tisa sawa na asilimia nne hadi shilingi bilioni mia tatu ishirini na tisa ambazo ni sawa na ongezeko la asilimia thelathini na sita. Kwa hiyo mnaweza mkaona, e, faida kubwa ambazo zimekuja kutokana na uwekezaji mkubwa uliofanyika katika bandari yetu. Na jingine niliwaambia, hata wakati ule tunatoa ufafanuzi. Moja kati ya mambo makubwa ambayo yametusaidia baada ya uwekezaji wa DP World gharama za uendeshaji wa bandari yetu zimepungua kwa karibu asilimia hamsini, kama 46 hivi kwenda 47 48. Tume, tumeokoa gharama za uendeshaji kwa karibu shilingi bilioni mia tano kwa mwaka. Tulikuwa tunakusanya kama bilioni mia nane, mia nane na hamsini hivi kwa mwaka, lakini tulikuwa tunatumia sehemu kubwa ya hizo fedha, karibu zote tulikuwa tunamaliza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 Lakini kitu kingine kikubwa ambacho tumekipata baada ya uwekezaji huu ni kupungua kwa muda wa meli kusubiri nangani. Meli zetu zilikuwa zinasubiri nangani kwa wastani wa siku thelathini, na hiyo ilikuwa ni mwaka 2023, 24. Kabla ya hapo zilikuwa zinasubiri mpaka zaidi ya mwezi, tulikuwa tunafika mpaka siku 46 meli zinasubiri nangani, ziko kwenye foleni ya kwenda kushusha mizigo katika bandari ya Dar es Salaam uwekezaji huu ndani ya mwaka mmoja peke yake tumefanikiwa kupunguza wastani wa meli kusubiri na hizi ni meli zile za mizigo mingine, wanasema general cargo. Zile za makasha zinakuja moja kwa moja zinatumia siku tatu, siku nne, zimeshusha zinaondoka. Hii mizigo mingine, meli sasa wastani wa kusubiri na ngani kutoka mwaka jana, acha mwaka juzi, mwaka juzi ilikuwa siku 46 mwaka jana ilikuwa siku 30 mwaka huu tumeshusha hadi kufika siku sita meli sasa zinasubiri nangani kwa siku sita zinakuwa zimeshusha makasha yake. Na ndugu zangu waandishi wa habari, hili jambo linaweza likachukuliwa kwa wepesi, lakini tulianza kupata changamoto ya meli kukataa kuja Tanzania. Wenye meli wanakataa, wanasema tukienda Tanzania tunapaki meli muda mrefu, tunachelewa kufanya biashara. Lakini zaidi ya hapo, walikuwa wanatoza kwa ucheleweshaji uliokuwa unajitokeza kwa hiyo gharama za bidhaa zinazowaendea Watanzania zilikuwa zinakuwa kubwa sana kwa sababu mtu anayeagiza bidhaa kuleta Tanzania akisubiri aki muda mrefu akatozwa kule na mwenye meli, zile gharama alizotozwa anakwenda kuziweka kwenye bidhaa na wewe Mtanzania unakwenda kuzilipia kwenye sabuni, kwenye nunua, kwenye nguo utakayonunua, kwenye mafuta utakayonunua, na kila chochote utakachokinunua inakwenda kuongezeka kule. Sasa muda umepungua na gharama zetu pia zinapungua, na ndio maana unaona pia nchi yetu hata mfumuko wa bei, mfumuko wa bei uko vizuri, ukuaji wetu pia unakwenda vizuri, ni kwa sababu kuna haya hizi afua muhimu ambazo serikali imechukua hatua na sasa zinatuletea matokeo mazuri. Mfumuko wetu wa bei sasa hivi uko kama asilimia tatu nukta moja kwa mwaka jana. Sawa, tumefanya tume, tume, tume, tume, tume, tume, tume vizuri sana kwenye uzalishaji wa chakula, lakini pili, gharama za bidhaa zinazokuja kutoka nje zikija kwa gharama kubwa, mfumuko wa bei pia unakuwa unaongezeka na inawaletea shida wananchi wetu. Lakini uwekezaji huu umeongeza pia ajira kwa Watanzania. Hadi Machi 2025 jumla ya Watanzania 764 wamepata ajira za moja kwa moja katika kampuni ya DP World na TEAGTL katika fani mbalimbali mbali, wakiwemo maafisa wa idara mbalimbali mbali, makarani wa shughuli za uendeshaji wa waendeshaji wa mitambo mikubwa na midogo pamoja na askari watu walisema wanakuja kupunguza ajira. wameongeza ajira 704. Lakini sambamba na ajira hizo za moja kwa moja, kampuni ya DP World hao TEAGTL wametengeneza pia ajira nyingine zisizo za moja kwa moja kufuatia ongezeko la shehena mchanganyiko. Ajira hizi zinajumuisha wafanyakazi wa kutwa, madereva na maroli, pamoja na mawakala ambazo takwimu tutakuja kuwapa siku nyingine, kwa sababu timu inaendelea kufanya, uh, uchakataji. Lakini pia, baadhi ya makampuni ya meli yameanza kupunguza gharama za usafirishaji wa shehena kwa njia ya maji na hii inafuatia kwa muda mrefu wa kusubiri nanga. Kwa mfano, kampuni ya meli ya Mediterranean Shipping Company MSC, imeondoa kiasi cha dola za Marekani elfu moja kwa kasha ambacho kilikuwa kikitozwa kama tozo ya ziada kwa mteja kwa sababu ya ucheleweshaji wa uhudumiaji wa makasha katika bandari ya Dar es Salaam. Kuondolewa kwa tozo hii ndugu zangu ni kitu kikubwa sana, wafanyabiashara wanaoleta makontena watakuwa ni mashahidi. Dola elfu moja zimepunguzwa kwa sababu sasa hivi kampuni ya Mediterranean wameona hakuna sababu ya kufanya hivyo, kwa kuwa meli hazisubiri muda mrefu tena. E, na ngani nimeona ni aseme haya ndugu zangu, sambamba na mambo mengine ambayo yanafanywa na serikali ili kuwaonesha kazi kubwa inayofanywa na serikali, lakini naomba nitumie nafasi hii kurudia kuwaomba kesho Watanzania wote tufuatilie uwasilishaji wa bajeti kuu ya serikali. Tutaona, tutayasikia mengine mengi ambayo yamefanywa na serikali katika mwaka 2024, 2024 25. Na mengine mengi ambayo yanakuja katika mwaka 2025 2026 katika utekelezaji wa bajeti ambayo pamoja na mambo mengine itafanya masuala uh, ita, itahudumia uchaguzi. Uchaguzi wetu mkuu wa rais, wa bunge na madiwani utakaofanyika